Tato, tato. Mungu akumumba mwanadamu aje mtese. Sikiliza kwa makini. Hakuna sehemu katika Biblia ambapo anasema Mungu akamuumba mtu wa mfano wake ili aje mtese. Hakuna. Bali nachochua kitabu cha Mwanzo 1:26 anasema Bwana akasema tufanye mtu kwa mfano wetu wakatawale samaki, wakatawale ndege wa angani, wakatawale wanyama. Swali linakuja, wangapi wanatawala? Na kuta watu wana maneno makubwa makubwa, ni vile mkristo, mimi na Yesu, mimi naokoka, lakini ukimwangalia hajui mbele ya juu, unajiuliza ana tawala nini? Anakwambia na Yesu, sema mambo yetu, utajini wetu ni wakiroho. Na anakuambia hayo maneno yetu wapi? Je, Ye, maandiko amesema hivyo au unatunga wewe? Je, kuokoka maanake kwamba unalipa mpango wa Mungu? kuokoka mara yake ni marejesho moja. Ni kwamba kuna kitu kinaitwa marejesho, kuna kitu kinaitwa uponyaji. Marejesho maana kama ulikuwa unakula mkate, umekula nusu, sasa unataka kurudisha huo mzima, ndio ndio marejesho. Uponyaji maana mkate uko vile vile, lakini unaona sasa kuweka ndio liko kwenye umesinia sehemu fulani, unarudisha vizuri, huo ni uponyaji. Lakini tunapongea jioni leo, watu wengi maisha yao yamiliwa achi alianza vizuri akaonyesha nyota inaonaa akakata mbala akaingia kwenye vitu vingine vya chaba bila kuchelewa, waliomganisha tamaa ndani ya mwili wa Kristo. Alikuwa mtu ambaye anafanya kazi nzuri na biashara zinaenda vizuri, lakini ghafla mambo yakabadilika. Leo achiota watoto mtu ambaye amekaa pale usiku, ajui kesho kesho kutwa, mwezi ujao kutakuwa na nini, ajui atakoja, atapata watu. Je, ni mpango wa Mungu? Ngoja nikuambie, maisha ya kubangaiza si mpango wa Mungu. Sasa tuna taratibu, nataka upate ile moyo wa sasa basi. Kila siku ni kuomba na kukopa, ukitengeneza pesa umeingia kwenye vitu vya ajabu. Siku hizi kuna vitu vya ajabu, unashangaa, kwenye mtandao unatumiwa simesaji, unapewa ua na kikundi kipeleka na hela after alio Waweza kuwa hata umeingia katika mambo ya pikipiki, ukashanga hata wale chesho umeshapeleka mpaka ile ya mwisho kabisa, after ukashanga umeshindwa kumalizia. Alafu ukashanga na pikipiki. Ninaongea kuhusu maulevu, kwa maana kazi ya shetani kulingana na Maandiko Matakatifu ni kuchinja, kuua na kuharibu. Hana kazi nyingine. Tuna adui ambaye sio mstaarabu. Mwanafunzi ambaye anasoma shule vizuri, ghafla anashindwa shule kwanza, kuelewa karibu ka na kabla mtihani wa mwisho wake anashindwa kuelewa kila kitu. Ni kwani? Ni kwa sababu amepigwa na atui, anaonewa. Mtu ambaye anatakiwa kuwa mtu wa maana kwenye maisha ya vita, harusi inaelekea mwishoni, ghafla ya mwanaume anapotea, au inatokea vita nyingine. Ninaongea kuhusu kuonewa na atui. Sasa nataka tuanzie hapo lazima moyo wako unapokuja kwenye ibada ya leo useme, mimi nikuwa mwimbaji mzuri, mbona nimeanza kufanya biashara nilikuwa naomba vizuri. Sasa basi, nahitaji nguvu mpya sasa. Jiona leo, naongea kuhusu sasa basi, lakini neno kubwa ni vita vya kiroho. sasa twende taratibu, ili nielewa. Kitabu cha Waefeso sura ya sita mstari wa kumi na mbili kimeelezea vizuri vita vya kiroho vilivyovitengeneza Mpendwa katika Bwana, unaposema Yesu, nakupokea moyoni mwangu kuwa Bwana na mtawala wa maisha yangu, umeingia katika jeshi. Ukristo ni vita. Kuingia katika kumwamini Yesu Kristo ni maamuzi ya kuingia vitani. Sasa sikiliza, wa sita, Waefeso sita, na tusome pamoja. Sikiliza kwa makini, anasema Sita, kwa maana kushindana kwetu sisi si, si, si, si juu ya damu na nyama, bali juu ya falme, kumbuka neno juu ya nini? Na mamlaka juu ya wakuu wa giza hili, juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Sikiza kwa makini tunapigana na vitu vingapi? Vigapi wapendwa? Vinne. Cha kwanza kupigana kwetu ni, ni, ni chuo nini? Wafalme. Wafalme ni kina nani? Nataka unielewa vizuri. Sikiza kwa makini, kulingana na maandiko matakatifu, shetani alikuwa malaika mbinguni. Katika nafasi ya Mikaeli au Gabrieli, wala unajua Gabrieli. Makerubi. Alikuwa kerubi mzuri mbinguni, mpaka kiburi kilipoonekana ndani mwake. Muliwa kwa mfalme katika ufalme wa giza, wako watatu kiongozi, kiongozi wao ni shetani mwenyewe, alafu malaika wa pili ambaye anafanana na Gabriel na Michael anaitwa. Lakini kuna Aristokas, wako malaika ambao ndio wakuu, wanaitwa wafalme katika ufalme wa giza. Wanakwambia kukutana naye mwenyewe huyo. Unachokiona leo usimapepo anaruka ruka pale, cha mtoto taka wa sio ya kitoto au anaitwa wafalme wafalme wazidi wanne. Kuna ambaye anamiliki masuala ya fedha, kuna ambaye anamiliki masuala ya tamaa tu za mwili, tamaa za vitu mbalimbali, kuna ambaye anamiliki utajiri na mali, wamegawana chini yake. Kinachofuata nini? Baada ya wafalme vinakuja nini? Baada ya wafalme vinakuja nini? na hiyo ni nafasi ya pili ya ufalme wa giza ambayo ni malaika wadogo kidogo. Alafu nafasi ya tatu nini? Wakuu, wakuu wa giza. Ngoja nikwambie, kama wala wanaosoma Kizungu, kuna mtu anaitwa Duke of England, Duke of Wales. Waingereza wa wakuu wanakuwa wanatawala visehemsehemu, yaani mfano katika hapa Zuzu au Vizinje tunakokaa, kuna mkuu wa Zinje katika ufalme wa giza. Ndio maana unapoingia mahali, Biblia asema katika kitabu cha Mathayo sura ya kumi mstari wa kumi na mbili, mwingia hapo katika nyumba yoyote isalimuni. Ametoa mlio Bwana Yesu. Umeingia kwenye daladala lisalimu, katika ulimwengu wa roho. Umeingia kwenye supermarket, usianze kununua vitu isalimu supermarket. Juzi nilikuwa India, kila duka ukiingia unakuta mweka mungu wao wamewekea chips wamewekea chips kuku, mayai, sio na kula sana. <laughs> Kwa hivyo ni sisi, nenda kwa hiyo duka, wafichi huyo mungu wao anaweka kwenye hiyo duka, alafu kimpa hela mwindi wale kule ni kokoo kule nje, wanachukua hela yako anaweka kwanza kwa mungu wao, hata na anakuta na kuchukua naweka hiki kabati kwa kina tuko kingia na kutana na mungu wao. Yaani kila mtu ana mungu wake, ndio na mungu zaidi ya 500 kwao na mungu yao ambao ni Oh, wale ndio wanaitwa wakuu. Ndio maana kwa Mkristo, hatua ya kwanza umeingia madhabahu hii, kama uchai kuingia kwa sababu ujui vizuri, ujui kuna nini ndani yake, unaisalimia katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Umekaa mahali unaenda kufanya interview, unaingia katika ofisi mara ya kwanza, unaingia katika banda la biashara mara ya kwanza, nisalimu. Vinginevyo, naomba nikwambie, yule mkuu atakugaragaza chini, huwezi kukaa muda mrefu, utapikwa. Alafu mwishoni nafasi ya nne unaitwaje? Majeshi ya pepo wabaya. Unaposikia tu toka pepo. Kitu ah, kidogo sana vile. Juzi nilikuwa naongea na mtu mmoja alikuwa anapandisha mapepo. Akaniambia ni mchawi katika mtaa, jana sio juzi. Nilitoka mbele ya ndoto asubuhi leo. Kwa hiyo alikuwa na jana, alikuwa anaongea na mzee mmoja usiku. Anaambia najua mimi ni mchawi mali hapa. Nikaambia brother, ngoja nikwambie. Unajua mimi. Mimi napigana na shetani. Kitandani tunapigana na mamlaka, tunapigana na watu wakubwa, minapigana na mfalme. Bwana Yesu asifiwe, kwa sababu nimewapa mamlaka ya ukanyaga nyoka na nke na nguvu zote za nani, na hakuna kitakachokutisha. na Bwana Yesu akisema ndio inakuwa ndio, kwa maana akisema ndio huana inakuwa ndio, kuna kinachobadilika hakuna cha kunitisha, eti ulimwengu wa giza, eti mapepo, eti mtu amepandisha jini, sijui wewe mtoto mdogo sana kwangu. Kwa tunaongea kuhusu level nne ngazi nne za vita vya kiroho. Nimekuambia kwanza, kuna wafalme ambao ndio shetani baba yao, wanachua tu ibada juu. Leo akina na nguvu, kwa sababu tunalindwa na malaika wa Mungu. Sasa wale wakuu wanajua, ndio maana ngoja nikwambie kitu cha siri, ngoja nikwambie siri kubwa, ndio maana kuelezea kitu. Sasa basi sio mtu, mimi sema sasa basi, ongee maneno Ngoja nikwambie mtu ambaye ni muombaji, amezoea kuomba asubuhi, amezoea kuomba mchana, amezoea kuomba jioni, karabosaka katika ka jina la Yesu, huyo mtu anapambana na shetani. Ndio maana akitokea sehemu ambapo kuna mapepo anamkimbia, wenyewe haitaji kusema jambo, kwa sababu ana nguvu ya kupambana na shetani. Wanamjua alipokuwa kwenye magoti. Vita vya kiroho vianzii katika kukemea, vita vya kiroho vinaanzia katika maombi.